lakini kwa ufupi labda mimi niseme yafuatayo. Kwanza, nadhani tume tunaitarajia ikatuangalizie sababu hasa iliyoleta kadhia ile. Sababu hasa ni nini? Kiini cha tatizo ni nini? Lakini jambo lile lilipotokea, vijana waliingizwa barabarani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 uhusiano wao ulikuwaje katika kipindi hicho mpaka ikawapelekea waseme maneno yale.